Uh, slide inakuja, of course hapa ilikuwa inajaribu kudefine political risk ni nini. Na uko mbele nitaelezea nita kuhusu country risk. Sometimes what tunaweza tukawa tunaichanganya kuna political risk lakini kuna country risk. Sasa hii nimejaribu kuzoom in kwenye political risk peke yake. Kwamba is the possibility that government actions, political instability, changes in country's political environment will negatively affect investments, businesses, Or economic outcomes. Kwa hiyo ni matukio yote ambayo ni ya kisiasa ambayo yanaweza akaathiri uwekezaji wako, biashara yako na mazingira mazima ya kiuchumi. Kwa risk hizo zinahusiana na kitu gani? ni kama mabadiliko ya baadhi ya sera policy changes, wezekana mebadilisha kodi, miongozo, trade policies au monetary rules ambazo ni maamuzi tunasema ni maamuzi ya kisiasa au ambayo yanakuja kuathiri uwekezaji wako. Au riski kubwa ambayo sasa wawekezaji wetu kutoka nchi za nje wanaiogopa kwa Afrika ni expropriation or nationalization of assets, kwa sababu unafika Tanzania tunajulikana tushe kufanya hiki kitu. Kwa hiyo sometimes hata wakija sasa hivi uh, wanajua maka akifika hapo unakuta tunamwimba Mwalimu Nyerere, afu wanajua Nyerere ndio alifanya nationalization wanaona kama <laughs> mko salama, sheria vizuri, au unaweza nikaweka mradi wangu hapo ukawa nationalized. Kwa hiyo mwekezaji anajaribu kufanya analysis ya yeah, potential of that kind of risk wakati anawekeza, wakati unawekeza pesa zako, vile vile unajaribu kuangalia uwezekano wa risk kama hizi okay. Na civil unrest, mapinduzi au mabadiliko ya utawala ni kitu ambacho inabidi ukifanyia analysis wakati unaangalia uwekezaji wako. Lakini kuna restrictions on capital movement or current con currency convertibility. Kwa maana yenyewe inawezekana ghafla wakaamua kusema okay, is sasa kuna uhaba wa foreign currency kwa hiyo tunazuia convertibility hiyo currency. Au tu sheria vinabadilika badilika kuhusu kumiliki foreign currency. Kwa in short political risk is the risk that political events or decisions will harm business operations